Mnabuana, na Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kuweza kupata nafasi hii na kuweza kuzungumza na wanachama wenzangu tukiwa pamoja na viongozi wetu. Nasema hii mechi ni muhimu kwa kila mwanachama na mpenzi wa Simba. Tukishinda sio kwamba mwenyekiti kashinda au sio kashinda. Kila mwanachama, kila mpenzi ndio aliyeshinda. Hiyo well, ni mechi muhimu kwa kila mpenzi na macha, mwanachama wa Simba. Najua inawezekana wazi kabisa kwamba tunaweza tukawa na hitilafu kidogo za hapa na pale, lakini hizo hitilafu tunaziacha, tunasema kwanza nashughulika na, na gemu. Tukishamaliza uh, tukifaulu inshallah, ambayo ndio mazumuni makubwa. Sio kushinda tu, kushinda ni sehemu moja, lakini kushinda kwa kufaulu Uh, kuendelea nusu fainali ndio malengo ya kila mwanachama. Nataka wanachama na wapenzi waelewe kwamba kuna tofauti gani kati ya uwanja uh, wa Mkapa na uwanja mwingine. Nasema kwa Mkapa mtu hatoki, hatoki sio kwa ajili ya wachezaji peke yao, hatoki mtu kwa ajili ya nyinyi wanachama na wapenzi wa Simba. Mnapojaza uwanja ndio mnaofanya wachezaji wawe na nguvu zaidi. Kwa hiyo naomba mjitokeze. Na ushindi huu mimi labda nitasema asilimia hamsini ni kutokana na kujaza huo uwanja. Nataka nyinyi, ikiwezekana, pamoja na watoto wenu mwalete, ili mwe shuhuda kwamba siku Simba waliingia nusu fainali basi na mimi nilikuwa nipo uwanjani. Na mtoto wako awe baada ya Uh, muda awe anajivunia kwamba na yeye alikuwepo yupo uwanjani. Lakini kukaa uwanjani, uh, naisi mliona mechi tuliocheza kule nusu finali sio tu, wanashangilia wakati sisi tunafanya vizuri. Tunatakiwa tushangilie dakika zote tisini ili unaposhangilia, basi wale wachezaji wa wapinzani wanakuwa hawana mawasiliano ndani pale, kwa hiyo inakuwa vigumu wao wenyewe kusikilizana lakini sisi tukiwashangilia tunajua wachezaji wanapata nguvu na wanapata uh, morali ya kuweza uh, kufanya vizuri zaidi. Mwisho wa siku ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwamba akipenda tutavuka, lakini Mungu anasema kila siku kwamba lazima ujifanye jitihada ndio yeye anaongezea uh, baraka yake. Siku nyingine mtu anaweza katafuta goli moja naye inakuwa ni ngumu, lakini tulinavyo, nilivyoona timu, nilivyoona viongozi walivyosumbuka na mashabiki nimewasikia na, na kila siku kwenye mitandao, basi Mungu atatujalia tutaweza kufika. Lakini narudia tena tu kwamba tuache maneno ya kuisakama timu au kuwasakama wachezaji. Kila mchezaji amejitolea, na kama kulikuwa na pungufu, basi hakufanya makusudi, imetokezea tu. Kwa hiyo tuwe kitu kimoja, tuache kulaumiana na tuendelee kujenga <coughs> timu yetu, ili tuweze tukafika. Nataka tulivyozoea kutolewa robo fainali, basi labda tuzoe kutolewa, ingawa tunataka tuchukue kombe, lakini basi tupande hatua moja, tuwe ni regular wa nusu fainali kwa miaka miwili mitatu, alafu ile inaheshima wale ambao wanatubezea kwamba kwa o, hawa wanaishia robo finali. Basi wajaribu na wao kuingia robo finali. Robo finali, nilivyozungumza siku za nyuma, ni timu nane bora kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo sisi tumeshaweka alama kwamba sisi nenda rudi, sisi tumo kwenye hizo nane bora. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana viongozi wamefanya kwa kusajili wazaji wazuri na kuweza kuhamasisha timu na kumpata kocha mzuri, ndio maana tunabakia kwenye hi level. Hiyo level anaweza kuwa mtu mwingine ambaye labda hampendi mwenyekiti, lakini usipompenda haiwezi ikamvunja nguvu ya kuweza kufanya vizuri, na kila anapofanya vizuri, basi yule ambaye ana anabifu labda na kiongozi mwingine, basi anaumia zaidi. Acha kuumia na kupoteza nguvu zako, Njoo ungana ili tusherekee kwa pamoja. Nawatakia Simba kila laheri na naombea viongozi uh, tupate mafanikio kwa pamoja, asanteni.